E, e, mwenyekiti, mimi nitachangia maeneo machache sana. Kwanza nitachangia mradi wa Tanzania ya kidijitali. Mradi huu mheshimiwa mwenyekiti e, tulivyojulishwa kwenye kamati e, pamoja na taarifa iliyosomwa hapa, ni kwamba tuliambiwa umefikia asilimia sabini na nane kwa maana ya utekelezaji wake, na fedha zimetoka hazina, matatizo yoyote mradi unakwenda vizuri, na tuna, tunaendelea kusema tu kwamba mradi huu endelee kusimamiwa na wizara na tuendelee kuhakikisha kwamba lengo la kuunganisha e, taasisi zote zisomane, ndio lilikuwa lengo la mheshimiwa rais, kwamba kupitia mfumo huu au, au, au e, mradi huu itasaidia taasisi zetu kusomana. Tumesikia zaidi e, e, ya taasisi mia moja kwa maana ya bara pamoja na visiwani wote kwa maana ya jamhuri ya muungano wa Tanzania, tayari taasisi mia moja zimeshafikiwa na mradi huu. Na zimeanza kusomana. Hii ni kazi kubwa sana. Ni kupongeze mheshimiwa waziri Jerry Silaa kwa kusimamia kazi hii nzuri ambayo inaenda kutupa heshima kama nchi, na haya yalikuwa maagizo ya mheshimiwa rais mwenyewe kuhakikisha kwamba mifumo inasomana, na hii ndio mwelekeo wa kwenda kwenye e-card kwamba sasa tu, tuachane na mtu kuwa na makadi mengi mpaka yanavimbisha, eh, suruali Kumbe ni kadi huna fedha, una makadi mengi, mara ni NHIF, mara sijui una, una, una kadi leseni, mara sijui eh, una hiyo una kitambulisho cha mpiga kura, mara wale wapenzi wa mpira una kadi ya kuenda kuchanja kwenye mpira, yani unakuwa na lidude kubwa, kumbe hata fedha hamna, kumbe umejaza makadi mengi eh, ambayo kimsingi eh, ikienda ikapatikana, iki hii kadi itasaidia sana kuondokana na changamoto ambayo tunayo. Kwa hiyo mimi nikuombe sana Mheshimiwa wa waziri, endelea na kazi hii kuhakikisha kwamba mradi huu mkubwa wa serikali wa, wa Tanzania kidijitali unaenda kukabilika na kuhakikisha kwamba Tanzania inaendelea kuwa mfano wa nchi zingine katika Afrika pamoja na dunia kama mfano, lakini itasaidia sana kupunguza e, watu kulipa kwa cash cash. Itakuwa cashless, sasa watu watakuwa hawatumii fedha cash katika kununua maeneo mbalimbali, lakini zaidi ya hapo itasaidia ukusanyaji wa kodi kwa sababu kila transaction itapita kwenye mfumo wa electronics. Itasaidia kujua nani amepata mapato gani, na mwisho wa siku ni rahisi hata TRA na watu wanaohusika na na kodi kuweza kukusanya vizuri kirahisi sana kwa sekta hii eh, au wizara hii ni muhimu sana. Nikuombe mheshimiwa waziri, nenda ukasimamie na, na tunahakikisha tuhakikishe kwamba tunafikia malengo yetu. Lakini la pili ni eneo hili la vituo vya umahiri eh, vya kuwajengea vijana wetu uwezo ambao tumesikia hapa kwamba E, vijana wetu kwa maana hizi kampuni dogodogo za startups ambazo tunaamini zikijengewa uwezo zitawafanya vijana wengi waingie kwenye ajira. Na nikupongeze sana, mwaka huu tulipokuwa pale Arusha mliweza kutoa hata tuzo kwa vijana wabunifu wa Tanzania ambao kwa kweli wengine walikuwa hawaamini mpaka walilia wakati wanapewa na kutambuliwa. Mheshimiwa Waziri, jambo lile endelea nalo, endelea nalo kwenye mikoa yote, isiwe eneo moja Dar es Salaam na Arusha Nenda mikoa yote Tanzania, vijana wabunifu wapo, tuwajengee uwezo na tuweze kuwatia moyo. Na nimefurahi sana, kuna baadhi ya maeneo mliwapa hadi mtaji, yani kwamba kijana ameanzisha bunifu yake, ana uwezo wa fedha, mnampa fedha ili aweze kukuza bunifu yake na mwisho wa siku anaenda kuajiri vijana wengine. Hii itapunguza pia vijana kubaki kwenye mambo ya betting na mambo kama hayo kwa sababu watakuwa na kazi kamili ya kufanya na vijana wetu wengi wana uwezo mkubwa kwenye sekta hii ya ICT. Naomba sana, mheshimiwa waziri, uendelee kuwalea, kuhakikisha kwamba vijana wetu wanapata fursa hii ambayo kimsingi rais amesema, wizara yako ikisimamiwa vizuri itasaidia sana kuleta ajira nyingi kama ambavyo tumesema. E, tumesema vile vituo viongezewe kasi, viweze kukamilika, ili vijana wetu waweze kupelekwa kule kwa ajili ya training, lakini sio vijana tu, hata watu wazima ambao wana shughuli zao zingine wanaweza kwenda kujifunza pale na kuweza kupata uwezo mzuri zaidi wa kutumia e, ICT. Mheshimiwa e, Mheshimiwa mwenyekiti, e, ni swala la kupongeza pia minara 1758 minara, kazi inaenda vizuri, tumepata taarifa kwenye kamati na mimi binafsi kama, katika jimbo la Singida Mashariki nimepata minara miwili imeshakamilika kule Misugaa pamoja na pale Ligwa. Wananchi sasa hivi wanabipu hata wakiwa chumbani ndani, wanaweza kuwasiliana kokote walipo. Zamani ilikuwa mpaka mtu aende juu ya mti, anaenda anatafuta mawasiliano. Hii ilikuwa ni hatari sana, hata wengine wanaliwa na, na nyoka katika maeneo yale, lakini leo wanapata mawasiliano moja kwa moja. Lakini nikupongeze sana mheshimiwa waziri na nikushukuru kwa kumleta naibu waziri pale kwenye jimbo langu pale Matare ule mnara umefikia asilimia themanini, karibia unaenda kukamilika. Watu wangu wa jimbo la Singida e, Mashariki ambayo ni Ikungi Mashariki wanaenda kupata mawasiliano yale ambayo yalikuwa yapatikani kwa sababu hata kuna vijana walikuwa wanachelewa kuoa kwa sababu hawawezi hata kuwapigia simu wapenzi wao. Kwa hiyo ninaamini kupitia hili litasaidia sana, na mheshimiwa naibu waziri, rudi mlete waziri, mje mzindue ile minara, kuonyesha kwamba kazi kubwa ya Rais Samia Suluhu Hassan imefanyika vizuri katika jimbo la Ikungi Mashariki katika sekta ya mawasiliano.